Uh, wafugaji wengi sana wa broila uh, ukiwatajia kuhusiana na booster za uh, kuwafanya broila wawe na mili mikubwa au wapate uzito mkubwa ndani ya muda mfupi huwa wanafikiria kitu kimoja, yani kama vile wapewe kitu fulani ambacho e, kama vile kitakwenda yani ku, ku, kukuza ile mili yani, tuseme kama vile yani kama bomu hivi, boom alikuwa na kilo labda 1.5 anakuwa na kilo mbili. Aa, sasa haipo hivyo, yaani kupata uzito mkubwa kwa broiler kuna vitu vya msingi kabisa ambavyo inatakiwa uvizingatie ili uweze kupata broiler ambaye anakuwa na uzito ndani ya muda mfupi, tofauti na vile ambavyo mnafikiria. Ndio maana kuna video ambayo tulitengeneza hapa Kingo Farm kuhusiana na hamila sasa kwa sababu hamila huwa inaumua mikate, watazamaji wengi sana walikwenda kuitazama ile video wakifikiria kwamba itakwenda kufanya hivyo hivyo kwa kuku wao. Mfano um, huo hamila ina boost kuku, lakini kwa njia tofauti na ile ambayo wewe unafikiria. E, na, na najua wengi mnafikiria kwamba Uh, itafanya kazi kama inavyofanya kazi kwenye mkate. Hapana, amila ikienda kwenye mwili wa kuku inatengeneza mazingira mazuri ya chakula ambacho kuku amekula kiweze kunyonywa vizuri na mwili wa kuku, ili kiweze kufanya kazi vizuri. Maana yake ukimpa e, kuku wa amila alafu ukamlisha, labda ukamlisha e, pumba ambayo inawanga tupu, haina protini ya kumfanya kuku awe mkubwa, hapo ni sawa na bule, na bule, na ni kwamba ni kama vile unacheza amila ina kiwango kidogo sana yenyewe kama yenyewe cha kumfanya e, kuku aweze kuwa mkubwa. Kwa hiyo e, katika mazingira kama hayo unaweza ukaangalia e, namna ambavyo, ninataka uisikilize kwa makini hii video. E, kwa sababu hapa ninakwenda kukutajia vitu muhimu ambavyo sisi huwa tunavizingatia sana hapa shambani kwetu ili kuweza kumfanya broila afikie uzito e, mkubwa ndani ya siku chache. Kwanza kabisa tutambue kwamba huwezi ukampeleka broila uzito zaidi ya ule ambao anastahili kuwa nao, lakini kuna range ya uzito ambao kwa muda fulani broiler anatakiwa awe nao. Nadhani kwa wale ambao wanacho kitabu cha ufugaji wa broiler, tumeandika mle wiki ya kwanza broiler inatakiwa afikie uzito kiasi gani, na wiki ya pili inatakiwa e, afikie uzito gani, wiki ya tatu mpaka wiki ya nne pale ambapo unakuwa una muingiza sokoni. Aa, sasa lengo letu kubwa hapa ni kupata huu uzito wa juu ambao ni wafugaji wachache sana ambao huwa wanaufikisha au unahitaji umakini sana ili uweze kufikia huu uzito ambao ni Aa, wa kiwango cha juu. Kwanza mchakato wa kumfanya broila aweze kufikia uzito sahihi na uzito mkubwa. Uh, unaanza ile siku ya kwanza kabisa ambayo unakuwa umempokea huyu kuku uh, akiwa kifaranga, tunamaanisha kwamba unahitaji kumweka katika burda ambayo itakuwa na joto sahihi, lakini pia maandalizi ya namna ya kumpokea, unahitaji uwe na maandalizi sahihi ile siku ambayo unakuwa unampokea tokea akiwa mdogo. Pale hauhitaji kabisa kufanya makosa, tofauti na vile ambavyo tunafikiria mara nyingi sana huwa tunapokea simu mtu au anakuja kujiunga na kundi, anao tayari broiler wana wiki tatu, amewapima uzito, anaona hawafiki uzito wa kuweza kuwaingiza sokoni, anakuja kuuliza nitumie booster gani au nitumie dawa gani ili hawa broiler waweze kuwa wakubwa, au anauliza hamila inatumikeje ili broiler waweze kukua kwa haraka. Kuna namna unaweza ukasaidiwa katika huo umri, lakini ni vema kabisa broila, mchakato wa kumkuza broila apate uzito mkubwa unaazia tokea akiwa na siku sifuri, na hili zoezi tunalifanya vizuri kabisa kwenye darasa letu, darasa ambalo huwa tunalifanya e, kwenye makundi yetu, ambapo huwa tunaagiza broila tokea akiwa e, mdogo kabisa wa siku sifuri, tunakuwa tunashare kwenye makundi namna ambavyo tunawapokea vitu gani tunawapa. Kwa hiyo hii siku inatakiwa uwe makini sana, lakini hata pia kwenye kitabu cha ufugaji wa broiler tumeeleza mle eh, namna ambavyo unampokea broiler siku ya kwanza na namna ambavyo unamlea una, una, una utampa vitamini gani, lakini pia utampa busta gani za asili. Kwa hili ni, ni zoezi la kwanza ambalo ni muhimu sana. Zoezi la pili broiler ni kuku ambao anahitaji eh, maji. Unahitaji uwape maji eh, kwa kiwango kikubwa sana broiler. Eh, akikaa hata lisali moja bila maji, ujue unapunguza ukuaji wake, kwa sababu mwili wa broiler mara nyingi huwa unakuwa na joto. Kwa hiyo muda mwingine anakunywa maji broiler kwa sababu ya kupunguza joto eh, ambalo lipo kwenye mwili wake eh, kwa hiyo muhimu sana maji na chakula sahihi. E, kama unashindwa kuchanganya chakula uh, wengi sana hapa wanaingia kwenye mtego wa kupunguza gharama za ufugaji wa kuku kwa kuchanganya vyakula kwa kutumia kanuni ambazo sio sahihi, ne, kwa, kwa kuku unajua. Kwa mfano unaweza ukawa na kanuni sahihi ukachanganya chakula, lakini broiler kwa majaribio ambayo tumeyafanya sisi anahitaji sana sana ale chakula ambacho kipo katika punje, yaani hizi pellets ambazo zinatengenezwa viwandani. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza ukampa, ipo katika muundo wa labda tuseme, upo katika muundo wa poda e, kama unga, yani umechanganya pumba na vitu vingine, lakini bado kikawa chakula hakina tija kwake. Lakini pia namna ya kubadili chakula kwa kuku, wengi huwa tunabadili chakula kutokana na umri wa kuku kwamba kuku ana umri gani unakuta unambadilishia chakula muda mwingine kuku akiwa bado hajafikia uzito sahihi wa kubadilishiwa chakula huwa tunatumia uzito kuweza kumbadilishia kuku chakula kwa mfano kuku ili atoke kwenye starter aingie kwenye grower inatakiwa afikishe walau gramu ya 450 mpaka gramu ya 500 hapo ndio unambadilishia lakini pia unahitaji kuwa na idadi sahihi bandani e, ya kuku wako usije ukazidisha kuku wengi kwenye banda dogo utawafanya broila washindwe kukua vizuri. Kwa hivyo utakuwa una utakuta kwamba kuku ambao ilitakiwa wavune e, siku 28 wanaenda mpaka siku 35, kwa sababu wamekuwa ni wengi, au wanakuwa wakishafikia sehemu wakibanana, basi wanaishia hapo, hawaendelei kuongeza uzito kwa spidi kama ambavyo walikuwa wanaongeza mwanzo. Kwa hiyo ni muhimu sana. Na jambo jingine, kuna kuku broila huaga wanakuaga, labda ni walemavu, anashindwa kutembea, anashindwa kula vizuri, ni wale kuku ukawatenga, ili uwape chakula chao peke yao. Wale kuku usiwadharau. Muda mwingine unaweza ukaona hawa kuku, ngoja wakae tu, watakuja wataku, watakufa tu baadaye, lakini ni kuku ambao ukiwalisha vizuri wanakuwa wakubwa na utawauza vizuri kabisa na kama unaona kuku wako wamepishana sana uzito, wengine ni wazito sana, wengine bado sio wazito sana, ni vema ukawatenga hata kwenye banda hilo lilokakata na proudi katikati, ili wale wazito zaidi waweke upande wao uwalishe kivyao, na hawa wengine ambao labda wapo kama vile hawajawa wakubwa sana uwalishe kivyao. Hapo utafanya hao kuku waweze kula katika ushindani ambao wanaweza. Maanake ukiwachanganya, kinachotokea ni kwamba wale kuku wenye maumbo madogo watakuwa wanashindwa kula vizuri, kwa sababu wale wakubwa wana nguvu kuliko wale wengine. Miongoni mwa vitabu vyetu tunacho hichi kitabu cha ufugaji wa broiler. Hichi kitabu kitakupa mwongozo mzuri sana wa namna ambavyo unaweza ukatumia e, e, booster za asili kwa ajili ya kumboost broiler aweze kuwa mkubwa. Na hizi booster zinavyofanya kazi ni kwamba zinachochea chakula ambacho anachokula yule kuku kiweze kufanya kazi vizuri. Sisi pia tunatumia tokea vifaranga wakiwa wadogo kama hivi. Vitabu vyetu vyote sisi vinauzwa shilingi 10000 na ni soft Tukop, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Na kitu kingine muhimu kabisa ni kwamba usijenge banda uh, kiasi kwamba yani mwingine unakuta kabisa halina mzunguko wa hewa uh, hivyo utafanya kuku wako watakosa eh, hewa na watadumaa au utakuwa unapata vifo vya ghafla uh, lakini pia usafi wa banda ni muhimu sana. Usafi wa banda, vyombo lakini pia na kuikinga kuku wako na magonjwa. Hivi vitu vinamfanya kuku awe anakuwa kwa uhuru zaidi kwao. Hivi vitu ukivifuata, vitakufanikisha wewe kuweza kumfanya broiler apate uzito wake e, ndani ya muda mfupi sana. Uh, naishia hapa kwa leo hii. Kama unahitaji kujiunga na kundi au unahitaji huduma yetu yoyote ile, tutafute kwenye namba ya simu hiyo hapo ambayo unaiona hapo inaishia thelathini na tisa.